Kwa majina naitwa Shamila Ibrahimu Athmani natokea kikundi cha wanawake cha Kondoa Women Group, kikundi ambacho kipo Kondoa mjini Halmashauri ya Kondoa mjini kata ya Chemchem. Faida ambazo nimezipata, kwanza kabisa, tumepata elimu za kutosha sana ambazo zinahusiana ambazo zinahusiana na masuala yote ya kijinsia, mambo ambayo tunaenda kutekeleza kwenye mradi huu. Lakini pia katika elimu hizo hizo nimepata faida ya kuona kwamba namna gani ambayo mwanamke na mwanaume wanaweza kwenda kubadilishana majukumu au kufanya majukumu yote katika, katika utekelezaji wa majukumu mbalimbali na mwisho wa siku kuleta usawa wa kijinsia. Tumekutanishwa makundi mbalimbali, tumebadilishana uzoefu. Tupo halmashauri tatu, halmashauri ya Kondoa mjini, Kondoa vijijini na Chemba. Kwa hiyo tumebadilishana uzoefu, tumeweza kujua namna gani ambavyo tunaweza kwenda kutumia ruzuku ambazo tunaweza kupewa katika huu mradi wa Tuinuke Pamoja. Mradi wa Tuinuke Pamoja umetufumbua macho wana halmashauri ya mji, lakini na mimi mwenyewe binafsi Majina mimi naitwa ndugu Yusufu Athumani Kidanke, anatokea katika chama cha ushirika umoja amkosi kilichopo kata keike, kijiji cha Idindiri. Kwa kupitia mradi huu atuinuke pamoja, kuna mambo ambayo tuliokuwa hatuyatambui ila tuinuke pamoja wamekuja kutufanya kwamba tukainuka wote kwa pamoja. Mfano, kulikuwa katika jamii tunazotokea wanaume na wanawake tulikuwa tunaishi kwa namna moja ama nyingine kwa hali ya sintofahamu ambayo ilikuwa watu tunaishi kwa kubagul, kwa kubaguana kwamba kuna majukumu anayeyafanya baba na kuna majukumu anapaswa ayafanye mama. Tuinuke pamoja wamekuja wametoa elimu, na kwa kipindi hichi mpaka sasa hivi kwa waraibishi walioko ndani ya mafunzo tuinuke pamoja imeshakuja kuwaibua kimawazo kifikra a. Mpaka sasa waraibishi hao tupo, tumepata elimu kwamba katika hali ya ubaguzi wa kijinsia ndani ya jamii itakuwa tena hakuna kwa sababu tuinuke pamoja wamekuja na mfumo wa kwamba kumbe hata na mwanamke naye ana ana haki ya kuongoza. Kumbe katika yale mambo tuliokuwa tunaishi ya kimazingira ambayo yaliyokuwa yametokana na